Yohana moja kumi na saba. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli ilikuja kwa mkono Christo, wa Yesu Kristo. Zaburi themanini na nne kumi na moja, kwa kuwa Bwana ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu, hata nyuma kitu chema hawa mwendao kwa ukamilifu. kwa neema na kweli ilikuja kwa mkono wa Kristo, ila Mwanzo sita nane natuambia inatoka kwa Bwana. Zaburi themanini na nne kumi na moja natuambia kwamba inatoka kwa Bwana, naye hutoa neema na utukufu. Kwa hiyo neema inatoka kwa Bwana kwa njia ya Yesu Kristo. Hauwezi ukapata neema bila kuwa na mahusiano na Yesu Kristo, kwa unapompa Yesu maisha yako. Ukishampa Yesu maisha yako, ndipo ambapo ile neema inafunuliwa kwako. ko kwa neema inatoka kwa Mungu, ile anayetumika kuifikisha kwako ni Yesu na ndiyo maana uokovu ni lazima sababu, ili upate neema kwa njia ya Yesu Kristo lazima uokovu uwe upande wako, lazima umpee maisha yako, umpokee ndani ya moyo wako, afanyike Bwana Mwokozi wa maisha yako, uzima wake uingie ndani yako, nuru yake ingie ndani yako, maisha yake ingie ndani yako, ili ile neema tende kazi upande wako.